Kwa maana ya usajili wao, maslahi yao, na kama haitoshi kutoa mapendekezo na ushauri: nani asajiliwe, nani aondolewe, nani abaki, nani atolewe kwa mkopo. Kila kitu kuhusiana na wachezaji kinakuwa kinapitia kwa meneja Pentev, lakini vile vile kuzungumzia maendeleo ya mchezaji mmoja mmoja na kutoa ushauri, lakini kusimamia technical staff wenzake wote kwa maana ya kusimamia uh, kit manager kumsimamia team manager kumsimamia uh, food manager kuwasimamia watu wote wa masuala ya, ya, ya, ya kiutabibu. Hiyo ndio inakuwa kazi yake, kwa hiyo tumemwongezea majukumu kutoka kuwa tu kocha na kwenda kufanya majukumu yote ambayo yanahusiana na kikosi. Na huu ndio utaratibu wa dunia nzima, hasa dunia ya kwanza iliyoendelea. Huku dunia ya tatu ndiyo inawezekana yakaonekana ni ni jambo jipya ni jambo la ajabu lakini kiuhalisia ni jambo ambalo lipo kwenye modern football. na kwa kuwa Simba Sports Club ni timu inayoona mbele tumelazimika kufanya hayo mabasi. Ni kama ambavyo zamani ilikuwa eh, kila msemaji wa timu anaitwa tu afisa habari, afisa habari, msemaji na vitu kama hivyo mm. lakini baada ya Simba kuintroduce meneja habari na mawasiliano hivi sasa kila msemaji katika klabu yake naye anajiita meneja habari na mawasiliano yote. Hiyo ni Simba Sports Club ndio ilitoa darasa na elimu na kutoa mabadiliko mapya na kuintroduce meneja habari na mawasiliano, na wengine wote wakahama huko, wakaanza kujiita na wenyewe meneja habari na mawasiliano, hata kama hawajui maana yake, lakini waliamua kuiga nini Simba Sports wamefanya. Kwa hiyo na hii tumehama, tunaamini na wengi pia watatufuata huko. Ni kuwatoa <tod> hofu wale ambao wameshaambiwa aa hizo ni kanuni tu, hizo ni kanuni lakini, huyu ni meneja mkuu ambaye ndani yake kwenye ile menejerio kuna coaching staff, kuna coaching technique, kuna coaching mipango, sijui umeelewa. Kwa hiyo utakapokwenda mazoezini utamkuta meneja anasimamia mazoezi. Utakapokwenda kwenye mechi utamkuta meneja, popote utakapokwenda utamkuta Pentev, anatimiza majukumu yake mm. <laughs> Uh, kuna kit manager unaelewa eh? Komeneje i alafu kuna player manager kazi yake ni kupanga ratiba. Leo tunaingia kampeni saa ngapi, natoka saa ngapi, chakula saa ngapi. Alafu kuna food manager, msichanganyikiwa na neno manager. Alafu kuna meneja mkuu. Sasa overall managers tuliokuwa nao, tuna meneja mkuu ambaye ni Bwana Andre. Mimi shida yenu nafikiri meneja ni kama meneja wa wale jamaa zetu ambaye anashika mpaka hirizi <laughs> sisi mameneja wetu ni wa kitaalamu so, aaingine Pentev tumeingia naye mkataba wa miaka miwili. Kwanza niwaambie ndugu zangu, ni haikuwa rahisi hata kidogo kumpata meneja Pentev. E, vita ilikuwa mikubwa kwa kweli. Baada ya kuanza mazungumzo na meneja Pentev, tukakuta kuna wengine tena wanazungumza naye meneja Pentev wa hapa hapa Dar es Salaam. Vibaya. Yes. Uh, uh, nyuma mwiko na wenyewe walikuwa kwenye mawindo makali ya kumchukua meneja Pentev, foili wanavizia kumfungu. Na kama wangefanikiwa kumpata meneja Pentev leo hii mngeona thank you ya ya, ya foili. Sasa wamemkosa, wamemkosa Pentev, bado wanaviziana viziana, uh, wanaviziana, viziana na foili. Wewe jiuliza kitu kimoja. Uh, wanapambana kuaminisha ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, watu kwamba uh, Pentev hana vigezo, lakini wanazungumza kwa uchungu kwamba imekuwaje mmepata mmechukua meneja asiyekuwa na, yani, wao wanapata watu uchungu. Sisi tukiingia chaka <laughs> si tumeingia chaka? si tumekosea? Sasa, hmm, wao wanapata watu uchungu. Technically walitakiwa kufurahi kwamba mm, yes wanetu wamevaba wamekwenda kuchukua mwalimu <coughs> hana vyeti <Hana> <coughs> lakini wao wanaumia. Kwa nini waumie? Yani wao wameanza lini kutuhurumia sisi au kuumia kupata uchungu sisi tunapokosea? Mm, kiukweli ni kwamba wanajitahidi kutoa mfundo. Umeona kama sisi tunapambania foil ya baki mm. <coughs> na lengo lenu mnapambania. Naona anafanya vibaya lakini mnapambania eh, adui enjahasa, wao wanaumia sisi kumchukua, kumchukua, kumchukua soja Pentev. Eh? sio minuno yeah, mikazo. kwa hiyo mikazo. Pentev meneja mikazo eh, Pentev meneja mikazo. alafu wao wana minuno ko oh, tuone mtu wa kununa oh, hmm, sio Mohamed na Mudi. Kwa hiyo eh, wanapambana kuaminisha ku, watu kwamba tumeingia chapa. Lakini kwa nini wanaumia? Yaani sisi tumekosea, kwa nini usifurahie makosa yetu ili uje unufaike nayo? Kwa nini unaongea kwa uchungu? Wanaongea kwa uchungu kwa sababu wamemkosa Pentev, baada ya kumfata hivi pa... mmemuuliza swali mwalimu, <coughs> <Arisa> amesemaje? <made? coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> baada ya kwenda kwa Pentev na na baada ya kwenda kwa Pentev Pentev akawachumulia na akachagua kuja kuja kuja Simba Sports. Sasa hicho ndicho ambacho kinawauma, hicho ndicho ambacho kina kinawasokorokota, hapa hata maji hawanyi, wametukalia kooni, Pentev anajatia. Yote hayo ni machungu, kwa sababu wamemkosa na wanalazimika sasa kuendelea kuishi na fundi hata kama hawapendani. Na sisi tayari tumeshamchukua mwamba, yuko zake nchini Tanzania Kajiri, kwa ajili ya kwenda kuanza kazi. Tumemchukua kwa mkataba wa miaka miwili mm. na amekuja na msaidizi wake ambaye anaitwa bwana Simeonov, yaani Simeonov mm -hmm. na kuanzia sasa kila mwana simba mbele yake anaweka Nov. ko kinyago Kinyago nov <laughs> Kisugu Kisugu nov Mangungu Mangungu nov Magori Magori nov K Mziwanda K Mziwanda nov Ahmed nov, kila mwana Simba eh, hey, nakubali, kila mwana Simba anaongeza nov pale mbele, kwa sababu sasa tumeshakuwa wa Bulgaria. Ni Mwalimu wa viwango vya hali ya juu sana.